Namba yako umesajiliwa na mtu mwingine Mwambie hapana zile namba zile nikazibonyeza nikaingia kwenye WhatsApp. zile nilizotuma kimakosa zilikuja zikarudi baadaye akaniambia pesa hazitoshi hizo na sauti ile ile nikapiga simu samahani simu uliopiga imezimwa nikamwambia inna lillahi wa inna ilayhi rajiun TCRA ofisi ya Zanzibar leo tumekutana hapa katika ukumbi wa Michenzani Mall, tukiwa pamoja na Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu, katibu mtendaji, ambao tulishikana naye pamoja katika kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa watu wenye ulemavu ambao wako hapo Zanzibar. E, kwa niaba ya ofisi ya makamu wa kwanza wa rais na Baraza la Taifa la Watu wenye Ulemavu, tunapenda kuchukua e, kutoa pongezi zetu za dhati kabisa kwa uongozi wote wa TCRA Zanzibar hasa kwa meneja wa TCRA ambaye ameonyesha mashirikiano makubwa katika kutoa elimu kwa kundi la watu wenye ulemavu. Nywila yako au password yako ikiwa strong, mtu hataweza kuingia kwenye simu yako. Ikitokea mtu amekupigia simu kutumia pesa kimakosa, amwambie apige namba mia moja, awasiliane na mtoa huduma wake ambaye atakuwa kwenye nafasi hio ya kumrejeshea pesa zake. Elimu hii ni muhimu sana hasa kwa kundi letu na imeonyesha kwamba watu wengi walikuwa hawajui namna ya kujikinga na kujilinda juu ya uhalifu wa mitandao. Kiukweli, kiuhakika, nimefurahishwa sana na mafunzo tuliyopata leo, kwa sababu kwa upande wangu imenijenga uelewa wa kiasi kikubwa. Mambo ambayo nilikuwa kila siku najiuliza mimi mwenyewe na nataftia ufumbuzi, lakini nashindwa kupata ufumbuzi. Kuna changamoto za uhakika za kiuhalisia za kiukweli ambazo tumezipata na tumeweza kuziwasilisha leo, lakini tumeonyeshwa jinsi gani ya kuzipatia ufunguzi changamoto hizo mara nyingine itakapotokea. Nimezidi kufunguka kutokana na mafunzo niliyopata leo. Haya, nimefurahi sana sana, ni mazuri na nategemea mimi nitakuwa m mwalimu kwa wenzangu walokoko mitaani, na tunaomba vilevile mafunzo haya yaendelee, na kwa upande wa Pemba ili kuweza kuwa makundi yote tumeyafikia tume kwa hapa Zanzibar kuna vyama kama kumi na sita ambavyo vya walemavu katika ulemavu wa mambo tofauti tofauti, lakini leo tumejaliwa kuwa na vyama kumi na tatu Kwa hiyo tunaamini kabisa katika vyama hivi kumi na tatu wawakilishi wa vyama hivi kumi na tatu basi wataenda kutoa elimu kwa wale wengine wenzao na vile vyama vingine vitatu ambavyo tujavipata, wakati mwingine tutaweza kuvipata inshaallah.